Yuko mwanamke mmoja Tanzania Sengerema, kufuatilia taarifa za habari lilishurushwa sana hili tukio hili. Mwanamke mmoja kaishi na mwanaume, kaona huyu mume hampendi, kanitoa kwetu, kanitongozea nini. Ni kwamba temperature ilipanda tu, hajajihakikisha mwanaume, kauweka mzigo ndani, akagundua kumbe anipendi. Sasa wenyewe wanasemaje? kanipotezea muda Akamsubiri mume wake arudi. Alipoona amerudi, akaenda nje kwa Mmasai, akamwambia Mmasai, naomba uniuzie sime, inoe ile inaokata mara moja, sitaki inaokata mara mbili. Akaja na sime yake kaficha ndani. Bwana mkubwa karudi na kitumbo chake ndani, waifo akaanza kumkandakanda kidogo, kumtoa toa vipele, tahamaka huyo kalala na koroma. Mwanamke Alienda kukata mishkaki na mayai yake, yaani kakata pale kwenye shina, katoa ule mzigo mzigo. <laughs> Kamkata sehemu za siri, akazing'oa. Baba kaenda akhera. Tukio kwe TV Sengelema, anaambiwa na polisi, mama beba sasa mshikaki na mayai yako, ndo kabeba. <laughs> Abia haka ndo kanamsababisha anilize, haka ndo kanakonisumbua sasa nsha mwondolea ka kastarehe yaka. Akamwambia, sasa twende gerezani na mshikaki na mayai yako. Amebeba hiyo mpaka akaingizwa gerezani, mpaka wa leo.